Bunge la Ulaya limetangaza kuwa litafanya mjadala wa dharura mnamo Mei saba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, hususan kesi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Chadema, kulingana na ratiba ya bunge hilo ya Mei 5 mwaka huu wa 2025 mpaka Mei 11 mwaka huu wa 2025, mjadala huo utafanyika kati ya saa saba mchana hadi saa nne usiku, yani 13:00 hadi 22:00 kwa saa za Ulaya, na utaangazia kile kinachoelezwa kama ukiukwaji wa haki za binadamu, kudidimia kwa demokrasia na dhuluma dhidi ya vyama vya upinzani nchini Tanzania. Baada ya mjadala huo, wabunge wa Ulaya wanatarajiwa kuandaa na kupiga kura juu ya azimio maalum lenye rejea 2025 mkwaju 2690 RSP, siku inayofuata Mei 8, mwaka huu wa 2025, Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka kadhaa likiwamo la uhaini linaloweza kumhukumu adhabu ya kifo alikamatwa wiki tatu zilizopita, huku ikidaiwa na baadhi ya wanasiasa na wanaharakati ndani na nje ya Tanzania kuwa kukamatwa kwake ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia mageuzi ya kidemokrasia nchini. Katika tukio lililovuta hisia kote ulimwenguni, wabunge wa bunge la Ulaya wameonyesha mshikamano wao na mwanasiasa wa Tanzania Tundu Antipas Lissu kwa namna ya kipekee na ya wazi, baada ya kikao rasmi kilichofanyika Brussels. Wakiwa wameshikilia picha ya Tundu Antipas Lissu hadharani, wajumbe hao walipeleka ujumbe usio na kificho: Dunia inaangalia kinachofanyika nchini Tanzania. Kitendo hicho kimetafsiriwa kama ishara thabiti ya kuonesha kutoridhishwa kwao na mwenendo wa serikali ya Tanzania katika kushughulikia masuala ya kisiasa, hususan hali ya wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Kwa muda sasa, Tundu Antipas Lissu amekuwa akikumbwa na mashinikizo kutoka kwa vyombo vya dola, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwake bila taarifa za wazi kuhusu mashtaka, jambo ambalo limezua taharuki ndani na nje ya nchi. Kwa wabunge wa Ulaya kuchukua nafasi ya kikao rasmi kuonyesha hisia zao, ni hatua inayodhihirisha kuwa suala la haki za binadamu na demokrasia si jambo la ndani pekee, bali linagusa misingi ya maadili ya kimataifa. Wameeleza hofu yao kuwa kile kinachompata Tundu Antipas Lissu si tukio la mtu mmoja tu, bali ni taswira pana ya changamoto zinazoikumba demokrasia katika baadhi ya mataifa yanayoendelea. Tukio hili pia linaibua mjadala mpana kuhusu wajibu wa jumuiya ya kimataifa katika kushinikiza haki na uwajibikaji. Kwa wengi, hatua ya bunge la Ulaya ni ishara kuwa kuna ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa washirika wa kimataifa kuhusu mwenendo wa kisiasa ndani ya Tanzania. Mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu wamepokea ishara hiyo kama motisha ya kuendeleza mapambano ya kudai uwazi, ulinzi wa haki na mazingira huru ya kisiasa. Kwa sasa, macho mengi yanaelekezwa kwa serikali ya Tanzania ikiwa itaamua kushughulikia masuala haya kwa njia ya mazungumzo na mageuzi au kuendelea na msimamo mkali wa kimamlaka. Tundu Antipasilisu amekuwa sauti muhimu ya upinzani kwa miaka mingi na sasa suala lake linageuka kuwa jaribio la nafasi ya Tanzania katika ramani ya demokrasia barani Afrika. Tundu Lissu, je, huu ndio mwisho wa mwanasiasa huyu wa Tanzania? Tundu Antipasilisu, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini kosa ambalo adhabu yake ya juu ni hukumu ya kifo. Alishambuliwa kwa risasi 16 katika jaribio la kumuua mwaka 2017, na tangu hapo amekuwa mmoja wa wanasiasa waliodhulumiwa zaidi nchini humo. Sasa baadhi ya watu wanajiuliza kama huu ndio mwisho wa safari yake ya kisiasa. Licha ya hatari kubwa inayomkabili Lissu, bado ana matumaini ya kushinikiza serikali kufanya mageuzi ya kisiasa kabla uchaguzi wa urais na wabunge mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Hata hivyo, hali ya kisiasa ni ngumu na anakabiliwa na kile anachokiona kama mashtaka ya kisiasa. Chama chake kikuu cha upinzani Chadema tayari kimezuiwa kushiriki katika uchaguzi huo na yeye mwenyewe amekuwa rumande kwa zaidi ya wiki mbili. Septemba mwaka jana, Tundu Antipasiliso aliiambia BBC kuwa hakuna kitakachokuja kwa urahisi na kwamba ni lazima kuwa na ujasiri kudai mabadiliko mtaani na vijijini ili kutimiza malengo yake. Alihisi kuwa ni lazima aongoze Chadema, akimlaumu mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe kwa kuwa mpole mno kwa serikali. Lissu alimshinda katika uchaguzi mkali wa uongozi wa chama hicho. Baada ya miezi mitatu tu madarakani, Tundu Antipasiliso alikamatwa na kuwekwa umande kwa madai ya kutoa hotuba inayohamasisha wananchi kuanzisha uasi na kuvuruga uchaguzi. Hajaweza kujibu mashtaka ya uhaini, lakini amekana shtaka tofauti la kusambaza taarifa za uongo. Kabla ya kukamatwa, alikuwa akifanya mikutano mbalimbali mbali nchini kwa kauli mbiu ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, yaani no anadai kuwa mfumo wa sasa umeegemea upande wa chama tawala CCM na kwamba bila mabadiliko hakuna maana ya kushiriki uchaguzi. Alitarajiwa kufikishwa tena mahakamani siku ya Alhamis, lakini hawezi kupata dhamana kwa sababu anakabiliwa na shtaka la uhaini. Mawakili wake wa kimataifa wakiongozwa na Robert Amsterdam wamesema kuwa ni jukumu lao kutetea demokrasia, lakini hiyo si kazi rahisi, kwani CCM imekuwa ikishinda kila uchaguzi tangu uhuru wa nchi hiyo. Pia kuna mgawanyiko ndani ya Chadema. Baadhi ya wanachama hawakubaliani na na mkakati wa Tundu antipasilisu. Kundi la G55 ndani ya chama hicho limechukua msimamo laini zaidi, likitaka chama kushiriki uchaguzi huku kikiendelea na mazungumzo na serikali. Chama hicho kimezuiwa kushiriki uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025 baada kukata ya kukataa kutii matakwa ya tume ya uchaguzi ya kusaini kanuni za maadili zinazoongoza uchaguzi huo. Lengo kuu la kanuni hizo ni kuhakikisha kuwa vyama vya siasa na wafuasi wao wanafuata utaratibu na kudumisha amani na utangamano wakati wa uchaguzi. Chadema inaona kanuni za maadili ni njama ya kuwadhibiti wapinzani na inahofia kuwa ukandamizaji wa serikali utaendelea. Mwezi Septemba, afisa mkuu wa chama cha Chadema alitekwa nyara na kuuawa kikatili huku kukiwa na wimbi la utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba, Chadema kililalamika kuwa maelfu ya wagombea wake walizuiwa kushiriki. CCM ilishinda takriban asilimia tisini na nane ya viti. Serikali ilikanusha madai kuwa uchaguzi haukuwa huru na wa haki, ikisema ulifuata taratibu zote. Lakini kualisu uchaguzi wa serikali za mitaa ulihalalisha wito wake wa mageuzi na marekebisho makubwa kabla ya uchaguzi wa urais na ubunge. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea hofu sawa na hiyo na limeitaka serikali kukomesha ukandamizaji wa kisiasa. Kanisa Katoliki nalo limeongeza sauti yake kutaka Lissu aachiliwe huru bila masharti na uchaguzi wa haki ufanyike. Lakini kukamatwa kwa mwanasiasa wa upinzani kumeendelea licha ya waziri mkuu Kassim Majaliwa kuahidi mapema mwezi huu kwamba mamlaka itahakikisha usalama na haki katika uchaguzi. BBC ilitafuta maoni ya upande wa serikali mara zote imesema uchaguzi umekuwa huru na haki, na changamoto ndogo ndogo zinaendelea kurekebishwa, ambapo kwa sasa pia imefanya marekebisho ya sheria zinazohusu uchaguzi mkuu ikiwa pamoja na kuruhusu uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Rais Samia Suluhu Hassan amewapa Watanzania uhuru zaidi wa kisiasa baada ya kuingia madarakani kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Magufuli mwaka wa 2021. Hata hivyo, Tanzania kwa mara nyingine imeanza kuona wimbi la ukandamizaji ambazo zilidhihirisha utawala wa Magufuli. Mchambuzi wa siasa za Tanzania Nikodema Siminde anasema na ni katika zama hizo ambapo Lissu alinusurika katika jaribio la kuuawa. Kabla ya kukamatwa, Tundu Antipas Lissu alisema chama chake kilikuwa na orodha ya marekebisho kadhaa muhimu ambayo lazima yafanyike ili kuhakikisha uchaguzi huru. Bwana Robert Amsterdam, wakili wake, aliambia BBC kuwa hii ni pamoja na kuundwa kwa tume ya kitaifa ya uchaguzi ambayo ni huru kweli kweli ikiwa na wajumbe wasio na uhusiano na serikali, na hili lazima itambulike katika katiba. Chadema pia wanadai inapotokea migogoro ya uchaguzi tume iwajibike kwa ushahidi ili kuonesha kuwa zoezi la kura lilikuwa huru na haki. Mkakati huo wa Lissu umeingia kwenye gharama kubwa kwake na Chadema kwani wanachama wa kundi ndani ya chama hicho eh, linalojulikana kwa jina la G55 limekuwa na msimamo tofauti. Kundi hilo limetoa wito kwa chama hicho kushiriki katika uchaguzi huku kikiendeleza mazungumzo na serikali kuhusu madai yake. Hiyo ndio njia pia inayochukuliwa na chama cha pili kwa ukubwa cha upinzani ACT Wazalendo, pamoja na vyama 16 vya upinzani ACT kimetia saini kanuni za maadili kuungana na chama tawala na kufanya vyama 18 vya siasa kati ya 19 vyenye usajili wa kudumu nchini humo kusaini kanuni hizo, Chadema pekee ndio wamekataa. Lissu anaonekana kuiona nchi jirani ya Kenya ambako maandamano makubwa mwaka jana yalilazimisha serikali kuacha mipango ya kuongeza kodi kama mfano wa kuigwa. Wakati huo aliiambia BBC kwamba Watanzania hawajashinikiza vya kutosha kufanya mageuzi ya demokrasia na kile ambacho Kenya ilipitia ili kupata utawala wake wa kidemokrasia ni jambo ambalo tunahitaji kufanya. Iwapo mkakati kama huo utafanikiwa Tanzania haijulikani, kwani Watanzania wengi wanaonekana kusitasita kuunga mkono hadharani kampeni ambayo inaweza kuiondoa serikali. Lakini bwana Amsterdam alisema kadiri serikali inavyokuwa haitaki mabadiliko ndivyo itawachochea wafuasi wa Chadema kusonga mbele na kujihusisha na uasi wa kiraia. aliongeza kuwa Chadema itatumia kila chombo cha kisheria na kisiasa kufikia mabadiliko. Lakini mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Thomas Kibwana, alikosoa mkakati huo wa Lissu akisema kuwa kwa muda wa bunge la sasa kumalizika Juni, hakutakuwa na muda wa kutosha wa kufanya marekebisho yoyote makubwa ya kisheria ili kuelekea uchaguzi wa Oktoba. Alisema huenda ni vyema eh, alisema huenda ni vyema Chadema wasubiri hadi baada ya uchaguzi. Fulgens Masawe, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za kisheria nchini Tanzania, aliambia BBC kuwa harakati za Chadema kutaka mageuzi ya uchaguzi zinakabiliwa na vikwazo vikubwa lakini chama hicho kina haki ya kwenda mahakamani kupinga kuenguliwa kwake katika uchaguzi huo. Kwa upande wake, mchambuzi Nikodema Siminde alisema iwapo Chadema haitashiriki uchaguzi huo, huenda chama tawala kikaongeza wingi wa wabunge ambao tayari wapo bungeni. Mchambuzi huyo aliongeza kuwa Chadema inaweza hata kupoteza sifa yake ya kuwa chama kikuu cha upinzani, na bila shaka asili inarudi nyuma, na pengine vyama vingine vya upinzani vitachangamkia fursa hii. Ni hatari ambayo Lissu na chama wamechagua kuchukua. Mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hindo, imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi na tumeiandaa